Hello, habari, this is Madam Sheila kutoka Blessed Organic Farm. Leo ni siku ya tano. Kama mnavyoona vifaranga wetu ni wazima, wanaendelea vizuri, wengine wamesinzia, wengine wanakula na vimechangamka kabisa. Sasa leo nimewatolea magazeti asubuhi, sasa hivi ni jioni, niliwatolea magazeti asubuhi. Kwa hiyo leo wako kwenye maranda yeah. Kama mnavyoona Mungu ni mwaminifu, na kale kakifaranga yetu kalikuwa kanasinzia, kale kalikuwa kamedhoofika, nimeona leo kalikuwa kanaanza kula hapo hapo kanaanza kula. Kwa hiyo natumaini katapona. <clears throat> sasa Leo nilikuwa nataka tuongee kuhusiana na antibiotic ambayo, yani, ukiona kuku wako wanaumwa labda kinyesi chao hakieleweki au wao wenyewe tu wanaanza kusinzia sinzia, hawali vizuri, basi hiyo unaweza ukawapa kama huduma ya kwanza, na pia nakushauri <coughs> at least kwa wiki uwe unawapa mara tatu au mara mbili, hiyo antibiotic kwa sababu ni ya vitu vya asili kabisa na hiyo hivyo, ninavyokufundisha jinsi yu, ya kuitengeneza, unaweza ukakaa nayo mpaka mwezi. Ni wewe tu namna utakavyoiweka, isikae juani na iwe sehemu ambayo uhifadhi kwenye chombo ambacho umekifunika vizuri. Na antibiotiki yetu hiyo, vitu ambavyo tunaenda kutumia kwenye hiyo antibiotiki yetu ni tangawizi tangawizi ukitumia kilo moja ukatumia na manjano mabichi kilo moja Vitunguu saumu utachukua kama vitunguu vitano, kama ni vikubwa. Kama ni vile vidogo vidogo utachukua nane, na <coughs> utachukua na molasses au nanasi au asali nusu lita huo mchanganyiko wetu utaenda kuweka maji lita kumi. Utakachokifanya, utaubrandi. Utaosha vitu vyako vizuri, usimenye tangawizi wala manjano. Kwa hiyo utachukua mchanganyiko wako, utachukua tangawizi yako utaiosha vizuri, utaikatakata, utabrandi, utachanganya vitu vyote kama brand yako ni kubwa. Ukimaliza kuchanganya vitu vyote, usichuje Tafuta ndoo ya lita ishirini, weka mchanganyo wako. Mi nakushauri ukiwa una brand, kama ni asali umetumia, uweke na asali kabisa, ili iweze kujichanganya vizuri. Na kama utatumia molasses kama mimi, mara nyingi natumia molasses, basi unaweka na nusu lita yako ya molasses. Na kama basi utakuwa wewe unatumia nusu ya hivyo vitu, kwa mfano nusu kilo ya tangawizi basi, utaweka maji lita tano. Na kwa mfano ukitumia robo kilo ya tangawizi robo kilo ya manjano, basi utaweka na sijui kikombe kile cha nusu lita utakiweka robo nacho, cha molasses au asali. Kama ni nanasi, basi nanasi hilo utalikata robo basi hilo nanasi nalo utalikata robo. Afu, maji utaweka lita mbili na nusu mpaka lita tatu Alafu ukishamaliza ku blend mchanganyiko wako, unachukua ndoo. Kama ni mchanganyiko wako wa lita kumi, basi nakushauri uchukue ndoo kubwa ya lita ishirini ambayo ina mfuniko wake, unafunika vizuri. Utachukua na cotton, nguo ya cotton utaifunika kwa juu, alafu utachukua mfuniko utaufunika kwa juu yake, ya uhakikishe umeubana vizuri, alafu tutavundika huo mchanganyiko wetu kwa siku saba. Ila hakikisha kila siku uwe unaenda kukoroga mchanganyiko wetu, kwa hiyo kila siku unaenda kukoroga, unaenda kukoroga, utasikia tu unanukia vizuri alafu yaani ni mzuri tu hauna harufu mbaya. Alafu ukiona kuna kama utando mweupe mweupe kwa juu, basi ujue mchanganyiko wako ni mzuri na hao bakteria ni bakteria wazuri sana kwa kuku. Kwa hiyo hicho, hao bakteria ndo wanatufanya tuvundike huo mchanganyiko, kwa sababu hao bakteria ni wazuri sana kwa kuku. Ni bakteria wazuri ambao wanaenda kushambulia bakteria wabaya. Kwa hiyo mchanganyiko wetu huo ni mzuri sana. Mimi huwa nikiona kuku wangu tu, kama mimi na kuku wa mayai, nikiona tu utagaji wao umesuasua hivi au ulaji wao sio mzuri, nikiwapa kwa siku tatu mfululizo, basi matokeo nayapata mazuri kabisa. Kuku wanaanza kutaga vizuri, wanakula vizuri. Wakila unajua kuku wa mayai wakila vizuri, ndo mayai yanatoka mazuri na makubwa pia na hali kadhalika kwa kwa kuku wangu wa kienyeji pia ni hivyo hivyo. Kwa hiyo hata hawa broiler pia huo mchanganyiko wetu tutawapa wiki ya tatu mpaka wiki ya nne, yani tutahakikisha hizo ile wiki ya tatu ule tutakuwa hatukosi huo mchanganyiko kuwapa, at least kwa wiki mara nne au mara tatu, kwa sababu inawa boost sana sana sana immunity yao, inakaa vizuri, wanaweza kushambuliana kukabiliana na magonjwa. Kwa hiyo kwa ushauri wangu kama ukiweza kupata hivyo vitu unaweza ukatengeneza hiyo kitu, na ukimaliza kuitengeneza, baada ya siku saba ndio unachuja, unahifadhi. Sasa mimi huo, mcha, huo, mimi huo huo mchanganyiko si uhifadhiki kwenye friji. Na nachukua tu kama ni dumu langu lita tano au kama ni ndoo ya lita kumi ambayo inafunga vizuri na uhifadhi huo mchanganyiko wangu na uweka ndani sehemu ambayo kuna kivuli na hewa nzuri, ambayo hewa inazunguka vizuri. Hapo ndipo nitakapo uhifadhi huo mchanganyiko wangu. Unakaa hapo, naweza nikatumia hata mwezi mzima bila shida na unakuwa mzuri kabisa. Kwa hiyo ni hilo kwa leo, karibuni sana. Kama unapenda video zangu, kindly subscribe comment kama una swali, like na share. Karibuni sana, niwatakie ufugaji mwema. Bye bye!